Asalamualaikum mama. Waalaikum salam. Naitwa nani? Naitwa Jabu. Hapo tuko wapi? Hapa tuko, niko kwa, mko kwetu lakini mkoe e, naona Halali Charitable wamekutembelea hapa. hmm. Nataka kujua kwanza ni mayatima wangapi ambao unaishi na wao? Mayatima wao ni watano. Watano. wengine hawapo karibu? Hawako karibu, wakolamu wanasoma na shirika hili limekusaidia vipi mama? Nashukuru na wananisaidia, wananipa kiwote kwa upande wa kula. Nashukuru tunapata msaada kutoka kwenu. Na ni kitu gani zaidi ambacho unapitia changamoto kuwalea hawa watoto unahitaji Halal Charitable Trust kwa kusaidia zaidi? Mimi nashukuru vile mmenitembelea sasa, nashukuru Ningependa mimi hawa watoto wangu ni watano, wanne wamepata wafadhili, bado huyu mmoja na huyu sijampeleka skuli mpaka sai kwa sababu ya uwezo wangu, sijampeleka skuli. Ana miaka sita sai, ningeshukuru mimi kama mtanisaidia kwa upande wa kuje, kunijengea kama mtanijengea, kama mtanichukulia huyu mmoja mnisaidie, sababu sina kazi yoyote mimi, kazi yangu kama ni kazi niliyosaidika saidika saidika ambao ninapata msaada kwake ni kufuafua tu, sina kazi ingine. Niingie mtaani nifue nipate ni ni chochote, na hiyo kwenye ninaenda kutafuta ni fua kama mia tatu, mia mbili. Zaidi ya hapo hakuna pesa ingine ambayo ninapata zaidi ya kufua. Yani upande wengine sina msaada ingine, siwezi nikamsomesha huyu kwa upande wa fees, siwezi, sina nguvu nayo lakini kama ni upande wa kula mnanisaidia, nashukuru kwa upande wenu. Lakini maskani haswa ya halali kwetu, sina mimi. Hii nyumba nimesaidiwa, si kwamba nimekodisha, nimepewa okay, kama sadaka, nikae kitapucha, nipate nguvu na kupata nguvu. Sina nguvu, si vile, nkiangalia sina nguvu, naona tuni inshallah. Nashukuru Allah atufanye wepesi. mm. na kwa uwezo wake Allah utasaidika zaidi inshallah. Shukran sana, nashukuru pia, nawashukuru sana mimi mnanisaidia, lakini kwa upande wa huyu mtoto mkinisaidia, pia mkinibebea huyu mtoto mmoja, nitakuwa na washukuru zaidi. Na Mwenyezi Mungu awape nguvu, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awahifadhi nyote mwenye, mwenye mnanitembelea Amin. Nyote ambao mmenitembelea kwa siku ya leo, Mwenyezi Mungu awape afya njema, Mwenyezi Mungu awape maumri mwale watoto na hata nyinyi na watoto kanaz